Sisi hatuna shida na jamii ya Wakalejini, ni marafiki zetu. Shida yetu ni Kasongo, na hatuwezi bebesha mzigo wa mtu moja jamii nzima, si ndio? Na mimi Wakalejini walinipigia kura na niko na shukurani. Hawa Wakalejini ni ndugu zetu, ni dada zetu. Mimi nataka tuishi nao kwa amani, tumekubaliana. Tumekubaliana, hawa Wakale ni watu wazuri, ni wangwana hata hawa wanalalamika, Kasongo amechukua ma maendeleo amepeleka kwa Raila na watu yake, hawakupigia kura. Hawa wakale wanalalamika vile, kila mtu nalalamika, si ndio? Kwa hiyo ndio kuga, i want to clarify, sisi hatuna shida na jamii ya wakaleji hata kidogo. Shida yetu ni Kasongo, ni mtu mmoja, si ndio? Kasongo aende asiende, Kasongo do one time si one time. Wakabu wanasema Kasongo aende, Kasongo aende. Sisi hatuna shida na jamii ya Wakalejin, ni marafiki zetu. Shida yetu ni Kasongo, na hatuwezi bebesha mzigo wa mtu moja jamii nzima, si ndio? Na mimi Wakalejin walinipigia kura na niko na shukurani. Hawa Wakalejini ni ndugu zetu, ni dada zetu. Mimi nataka tuishi nao kwa amani, tumekubaliana, tumekubaliana. Hawa Wakale ni watu wazuri, ni wangwana Ata hawa wanalalamika, Kasongo amechukua ma maendeleo amepeleka kwa Raira na watu yake, hawakupigia kura. Hawa wakale wanalalamika vile, kila mtu analalamika si ndio? kwa kuwa ndereda kuga, I want to clarify, sisi hatuna shida na jamii ya Wakalenjin hata kidogo. Shida yetu ni Kasongo, ni mtu mmoja, si ndio? Kasongo aende asiende, Kasongo ni one time, si one time. Wangabu wanasema Kasongo aende, Kasongo haende?